nye maona ishirini na hatuna eh, muda wa kutosha wa kuyaombea ufafanuzi yote, lakini yako maeneo machache sana eh, tutaomba ufafanuzi. Na baada ya ufafanuzi huo sisi tutayaridhia maadili hayo kama sheria inavyotaka. Eneo la kwanza ambalo tunaomba ufafanuzi, na hili ni eneo muhimu sana katika mchakato wa uchaguzi, ni kile kifungu kinachosema akitoshiriki kwenye uchaguzi ata kujenga hoja. Tunahitaji ufafanuzi wote tushike vizuri, kwa sababu ACT Wazalendo tuliwasilisha maoni kwamba haki ya chama kushiriki kwenye uchaguzi ni ya kikatiba, imejengwa katika msingi wa kikatiba na kwamba kusaini huwe ni commitment tu peke yake na sio kukiondolea chama haki ya kushiriki katika uchaguzi. Kwa hiyo hilo tungependa ufafanuzi wake. Jingine ni la e, wapiga kura kuondoka katika vituo vya kupiga kura. ACT Wazalendo tulijenga hoja kwamba wapiga kura wasiwekewe marufuku ya kuondoka moja kwa moja na badala yake waruhusiwe ya kukaa umbali wa mita mia moja ili waweze kushuhudia mchakato muhimu hasa ya wakati wa ubandikaji wa matokeo. Jambo la tatu juu ya katazo la matumizi ya simu, ACT Wazalendo tulijenga hoja kwamba e, mawakala waruhusiwe kuingia na simu zao kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano. Na jingine juu ya wajibu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ingawa kwa kuzingatia haki e, katika e, mchakato mzima wa uchaguzi e, na la mwisho mchakato. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, haya ni machache kwa sababu ya kuzingatia machache kwa sababu ya kuzingatia, nasema kwa muda. Kama kutakuwa na ufafanuzi tuupate, na mimi ni mwanasheria, mwanafunzi wa Mheshimiwa Jaji Asina, ananiona hapa ili anisaishie, ninafahamu swala la kusaini kwa hiyo ACT Wazalendo tutasaini hapa kuridhia, lakini nataka ufafanuzi, na nadhani kwa ndugu wengine watapata faida ya kuelewa kama hoja hizi tulizozitoa zina eh, matatizo yote au mushkeli. Asanteni sana naomba kuwasilisha. Kwa hiyo ya kuridhia hiyo ni shuruti, kwa hiyo tutasaini. Kwa hiyo Ado, umeridhia, unaomba tu ufafanuzi ya yeah, baadhi yeah, ya maulizo, okay. so, utafafanuliwa uh, sasa. Modo sio porendi, nilikuwa nafikiria maybe eh, tumalize tuzung, nizunguke wote eh, alafu eh, ufafanuzi tutautoa kwa pamoja sawa. Sasa chama kimechofuata baada uh, ya yeah, Ado Ado alichoongea anathibitisha wari yangu wa kwamba ninyi mkipewa maiki huwa hamna mzaha nayo.